Uh, vijana maelekezo ya mheshimiwa rais kwanza yameanza kutekelezwa. Uh, wako ambao na mheshimiwa, ningependa kuweka vizuri mheshimiwa rais alielekeza wale vijana ambao DPP ataona walienda kwenye vurugu zile kwa kufuata mkumbo waachiwe, na hii kazi inaendelea uh, kwa sababu hao watu walikuwa wengi, inaendelea kufanya uchambuzi na wale ambao uchambuzi unakamilika, wanaachiwa na wanarudi majumbani kwao, na kazi itaendelea itakapokuwa imekamilika. Ee, wananchi wanatafuta ndugu zao. Aa, katika hatua hii kwanza mimi ningetoa wito sehemu sahihi nadhani ni kwenda polisi. Sababu polisi wao ndio wanaweza kufanya hizo e, e, jitihada za kutafuta walipo na e, kama kutakuwa kuna maelekezo mengine huko polisi ndiko ambako wanaweza kujua. Kwa, kwa sasa hivi mimi siwezi kuwa na majibu kwa sababu unajua haya ni matukio ambayo yalitokea wakati wa vurugu tume inaendelea kufanya uchunguzi. Tume itakapokamilisha pengine itakuwa imepata taarifa nyingi zaidi ambazo pia watanzania watajulishwa, ila katika hatua hii ni vizuri tukaendelea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Pale unapokuta jamaa yako apatikani, basi unakwenda polisi. E, mambo mengine mengine tutaambiwa tume itakapokuwa imekamilisha kazi yake. Kuhusu idadi, hali kadhalika ni ngumu sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani, kwa sababu e, tathmini inaendelea. Tume inaendelea na kazi yake, itakamilisha, tutapata hizo takwimu. Kwa sasa hivi mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa Juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? Chombo cha habari reputable, unaendaje unataja takwimu hapo umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa, how is that professional? Umemnukuu mwanaharakati. Mwanaharakati ana mashinari ya kuhesabu watu? ana, ana, ana mashinari ya kuhesabu vifo? takwimu wamevizitoa wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri tuwe na, na subira, lakini pia nataka kuendelea kusisitiza, yaliyotokea hayakuwa mambo mazuri, kila mmoja na majonzi kila mmoja ana masikitiko makubwa, kila mmoja ameumia. Tuwe watulivu, vyombo vifanye kazi yake, tathmini itafanyika, taarifa zitatolewa.